Jana kuna mama mmoja amekuja hospitali, alikuwa hajijui kama ana kisukari. Kafika hospitalini, baada ya kidole gumba, kile kidole kinachofuata na kinachofuata na kinachofuata, vile vitatu vya katikati vya mguuni mm. vyote vimeoza mm. na hicho kidonda amekipata ndani ya siku mbili tu, ndani ya siku mbili vidole vyote vimeoza, unanyofua tu hivi, nyama inatoka mm -mm. kidonda kinanuka hatari. Halafu mm. sio hivyo tu huku chini kwenye makanyagio mm. kuna tundu limetokea. Ukibonyeza mguu huku kwa juu mm. usaa unamwagika kwa chini. Sasa mmoja eh, wa wafanyakazi wangu alivyoona hivyo akasema hicho ni nini hicho, madhara yake yanatokana na nini? <laughs> <laughs> aliogopa aliogopa <laughs> hivi, <laughs> nikiacha vyakula gani kula sitapata hivo, umona? <laughs> hey. kwa hiyo kama huk hukutani na watu wa namna hii huwezi mm. ukajua mateso ambayo watu wanapitia kwa sababu ya kula, yeah. Yule mama alikuwa hajijui kama ana kisukari. Sasa alivyoshangaa mguu unakuja kwa kasi hivyo, unaoza kwa spidi ya ajabu mm. anafika hospitalini, naambiwa huu mguu umesababishwa na kisukari, tunakata mm. Nakata mguu wangu ndani mm. ya siku tatu tu hapana. <laughs> <laughs> Umeona mm. akaanza kutafuta suluhisho jingine yeah. Kafika ananiambia mnaniaze mnianzisheni dawa nianzisheni jamani, mguu wangu nisipoteze. Umeona, ndani ya siku chache historia inabadilika, unaweza ukawa mlemavu kabisa, wakati ugonjwa wa kisukari unajitengeneza kwa miaka mitano mpaka kumi. Watu hawana wa elimu, ndio maana mwingine anakuambia. Mimi nasisitiza muwe mnapima mara kwa mara. Kupima mara akusaidii wee usiugue kisukari. Kupima mara kwa mara hakusaidii we usiugue shinikizo la damu. Kupima mara kwa mara hakusaidii we usiugue kansa. Kupima mara kwa mara hakukukingi wewe na magonjwa sugu. Ndiyo, bali kujiexpose, kujifunza elimu ya lishe, hmm, elimu ya mtindo sahihi wa maisha ndiko kunako kukinga wewe usipate magonjwa. Ndiyo. Huko kupima mara kwa mara ni kitu cha ziada tu, kwa sababu huwezi ukanufaika wewe unakula ovyo, unakunywa pombe, unavuta sigara, maisha yako ni anasa zinazobomoa afya yako, alafu kila mwezi unasema naomba unipime damu yangu naomba unipime damu yangu, inakufaidisha nini? Kwa hiyo elimu kidogo kwenye jamii bado ni haba e, watu wengi tunawapokea tayari ameshaoza tayari amechakaa vya kutosha, tayari ana magonjwa sugu yaliyojitengeneza miaka sasa. mm -hmm. wewe ndo unatakiwa sasa umpe nafuu, ndo changamoto hapa. E, mtu anakuambia dokta, sasa vipi e, mimi nimeugua sukari sasa hivi miaka kumi na tano. Siku tu unampima hapa sukari iko ishirini, anakuambia dokta, na huku nguvu za kiume zitarudi? Mm. zitarudi vipi sasa? Wewe umeshajiuguza mpaka vidonda vimetoka, macho yametengeneza watoto wa jicho, umechakaa katika kiwango kikubwa. Mm. kwa hiyo ndio maana tunazidi